Yes, unajua eh, nikwambie kitu jafe, mimi siwezi nika nikatumia mechi moja mm, kuweza kumlaumu labda Ally Salim. Mm. Umeelewa? Lakini tukibezi kwenye mchezo wa leo, tukichukua reference kwenye mchezo huu wa leo of course, kukosekana kwa Musa Pinpin Kamara kwa namna moja au nyingine kumepelekea hii mechi kuzidi kuwa ngumu, umeelewa? Kwa sababu by the way, ukijaribu kuangalia hata bao la kwanza ambalo ame concede Ally Salim manake ndo la pili kwenye mchezo E, ali, aliweza ku receive mpira kutoka kwa Chemalon nafikiri Simba ndo walikuwa wanataka kufanya build up, na nimeshazungumza sana sawa. Kabla sijarudi kwenye pointi ya yangu, nimeshazungumza sana, muda mwingine makocha nao wanapaswa kubadilika. Mnaenda kwenye mchezo, unajua kabisa hii pitch siyo pitch ambayo wachezaji wamezoea, ni pitch ya mkoani, alafu pia e, mazingira ya mchezo yenyewe hauruhusu kupoteza muda mwingi kwenye kufanya build up unnecessary ko pale ilikuwa necessary tu, yaani Chemalona anapiga pasi kwa uh, Ali Salim. Ali Salim ana miscontrol, kwa sababu mimi naweza nikasema kosa kubwa sana ni la Ali Salim, sababu mm -hmm. kwa sababu alivyo receive ule mpira ndio ulipelekea yeye kuweza ku, ku, ku, ku, ku kukutana na ile pressure ambayo ilipelekea mpira kufika kwa uh, Emmanuel Keke na kuweza ku, kufunga bao kali sana. Unajua nilisema juzi kati mm -hmm. kwamba Simba ipo kwenye mstari hafifu kati ya kushinda makombe na kukosa makombe. Nilisema, ya, yeah, kwa hiyo kombe hili washalikosa, kombe la shirikisho Afrika washalikosa, wamebakia na karata moja ya kombe la ligi mm. Na by the way, kwa jinsi Simba wanavyocheza, probably uwezekano wa kukosa hata kombe la ligi yupo vilevile vile kama hawatobadilika. Heavyweight, dakika like, tisini zinatukutanisha tena, hali yako iko vipi kaka? Bana, kwema, namshukuru Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu Salama bin Salmin. Niko vizuri, niko vizuri ya. Tuende moja kwa moja katika mchezo, tuangazie namna ambavyo tumeutazama, nini ambacho kimeibadilisha Simba ambayo imetoka kucheza mchezo wake tarehe ishirini na nane na huu wa thelathini na moja tuondoke na uchovu mbanano wa ratiba au pengine mabadiliko ya mwalimu ndio yamemgharimu? Unajua, kwanza e, ni kwamba malalamiko ambayo Singida waliyatoa sasa, leo ndo anaweza ka make sense kwa wale watu wengine. Sasa wataona yes, mpaka wanalalamika yani juu ile kweli Mm, walinyongwa kwa sababu, mbona leo wameshinda, umeelewa? Wame lakini by the way, nimemmsikia nimemsikia kocha Fadlu alikuwa analalamika kuhusiana na ugumu wa ratiba, uh, kwa sababu of course, na, ana, ana, ana, ana hoja kwa sababu ndani ya siku sita wamecheza mechi tatu, maki tarehe ishirini na tano wamecheza, tarehe ishirini na nane wamecheza na tarehe thelathini na moja wamecheza, na zote hizi ukiangalia ni tough game. Umecheza mechi mbili katika hizo ni dhidi ya Singida ambao ina top players mm. Uh, na nitaelezea hapa kadri muda unavyozidi kwenda lakini, vilevile uh, wamecheza na RS Berkane kwenye fainali ya mkondo wa pili wa kombe la shirikisho. Kwa hiyo ugumu wa mechi, ugumu wa ratiba, intensity ya michezo yote hii mitatu na jinsi ambavyo imepishana uh, kwa siku chache sana inafanya wachezaji ndio kuchoka, na ndio maana unaona leo. Kuna muda kama Simba walikuwa hawana idea jinsi gani wafanye unaelewa, wameshatanguliwa bao, lakini unaona bado walikuwa slow kwenye mambo mengi sana kwenye build up na vitu kama hivyo kwa hiyo hiyo ni, ni miongoni mwa sababu, lakini by the way lazima tukiri kwamba e, bao la kwanza mm, ambalo kwa ndo wame concede Musa Pin Pin Kamara mm, baada ya yeye kutoka ndo Simba waka concede mabao mawili, lakini ukija kwenye aina ya bao ambalo wame concede Simba kwanza, kwa timu kubwa kama Simba ile ni aibu ku concede bao kama lile, si unanielewa? Ni aibu ni aibu kwa sababu alotoa assist ambaye ni Frank Asinki kiasili ni beki wa kati Umenielewa. Hmm. Uh, na sio kwamba kwa sababu ni beki wa kati basi hafungi. Of course katika mchezo wa mwisho ambao walishinda mabao matatu kwa sifuri ya Fountain Gate. Singida na na maanisha Singida Black Stars dhidi ya oh. Fountain Gate. Hmm. Eh, yeah, ilikuwa ni Aprili mbili aliweza kufunga bao pia. Na mabao mengine akafungwa na Emmanuel Kiyege pamoja na Jonathan Soa. Kwa hiyo wachezaji watatu walikombine kwenye kufunga hayo mabao. Kama leo tu kwa sababu Emmanuel Kiyege amefunga mawili lakini uh, Soa, Soa moja, moja na yeye huyu amehusika kwenye kutoa assist. Kwa hivyo E, kiasili ni, ni beki kwao. Tatizo lilianza kwanza, walimwacha a drive mpira kupitia eneo la katikati ya kiwanja, ambao kisayansi ki ya soka ni eneo ambalo kadri unavyozidi kuprogress mm, kwa ku drive mpira, pressure inazidi kuongezeka, manake automatically mpinzani anabidi aongeze umakini kwenye kujaribu ku, ku, Minda. Na unajua e, kucheza mpira sio lazima uwin ule mpira uwe nao wewe kwenye umiliki mm, unaweza ukautibua ukaharibu mpango wa, wa, wa, wa yule mtu mwenye umiliki wa mpira jambo ambalo Fabrice Ngoma pamoja na Yusuf Kagoma ambao walikuwepo kipindi ambapo Asinki ana drive ule mpira walishindwa kufanya hicho kitu. Kwa hiyo kipindi ambacho anafanya hivyo, Simba walikuwa kwenye eneo lao kwa namba kubwa, back four yote ilikuwepo pamoja na viungo pamoja na mawingaz walikuwepo. Kwa hiyo na maana takriban wachezaji nane wapo maana wapo kwenye defensive block, alafu wanakuja kuconcede. Hilo ni kosa la kwanza, kosa la pili. Uh, ukijaribu kuangalia ili bao utaona utaona yani naweza ngasema Chemalone alifanya mistake kubwa sana kwa sababu kiasili Simba ina, inakaba kwenye, um, uh, high defensive line, manake umbali mdogo kidogo kutokea lango lao, lakini utaona kipindi ambapo pasi inataka kutoka kwenye mguu wa brother Hamza alikuwa kashasogea mbele, manake amemtrick yule Jonathan Soa ili aweze kuwa kwenye mm, offside, offside position lakini kitendo cha Chemalone kwenda kwenda na move ya wm. Jonathan Soa ikasababisha kumweka kwenye onside, alafu kupelekea kureceive mpira akiwa kwenye onside position na kwenda kufunga bao. Na pia tumpongeze Jonathan Soa ambaye aliweza kutumia mwili wake kumhadaa Chemalone, kwa sababu alireceive katika upande, upande wa kulia body, body language yake ilikuwa sahihi kwamba alireceive upande wa kulia, akaona kwamba upande ambao yupo Chemalon tayari alikuwa amesha cover, kwa hiyo akatan kwa upande mwingine na kuliface bao na kumtoa Chemalon kwenye, kwenye umbo lake la kiulinzi. Kwa hiyo ni bonge moja la mchezaji na of course tumpe sifa zake, kwa sababu huyu jamani watu wameumuona, alikuja hapa na Medeama kucheza kwenye Champions League eh, msimu F, msimu uliopita manake, na walicheza na Yanga kwenye group stage, watu wengi ndio walimuona pale mm-hmm lakini mpaka Medeama wanacheza kwenye Champions League alifanya kazi kubwa, kwa sababu msimu um, wa elfu mbili ishirini na mbili ishirini na tatu yeye ndo aliweza kupambana pamoja na klabu yake, lakini kwa upande mkubwa yeye ndo alikuwa mchezaji muhimu kwenye kikosi uh, na kuweza kuisaidia Medeama kuweza kutoa taji lao la kwanza kihistoria la ligi kuu la kwanza kihistoria la ligi kuu. By the way, sio kwamba ndo la kwanza kwa, kwa, kwa mataji kwa yote, lakini kwa ligi kuu ndo alikuwa la, hee. Kwa sababu wameshai kutoa mataji elfu mbili kumi na tatu na elfu mbili kumi na tano lakini alikuwa ni ya, ni ya F -Way. Kwa hivyo eh, alikuwa na pia ndo mchezaji muhimu kwenye eneo la ushambuliaji akifunga mabao takriban ishirini na moja na alikuwa na performance nzuri na ndani ya debut yao manake mara yao ya kwanza kushiriki kwenye Champions League wameweza kuingia all the way mpaka kwenye group group stage. Yeah. Kwa hiyo ni, ni, ni mchezaji ambaye ana nini na alienda Libya na baadaye wakaja kumchukua Singida. Kwa hiyo Iye, e, ile quality ambayo yuko nayo Jonathan Soa imeweza kuamua kile kitu. Mm. Lakini kwa nini nilisema bao la kwanza e, nime complain kuhusiana na bao la kwanza? Kwa sababu e, bao la kwanza Simba walikuwa kwenye umbo lao la kuzuia at the same time walikuwa na goalkeeper Pinpin Kamara lakini still bado waliweza ku, ku concede. Lakini lazima nikiri kuondoka kwa Musa Pinpin Kamara kumepelekea Simba kuweza ku kwa namna kubwa sana kuweza kupoteza huu mchezo. Yeah, mm, mm. Sawa, umeelewa. Uh, kutoka kwa Pimpin Kamara kunapelekea Simba Sports kupoteza kwa kiasi kikubwa. Dhahiri shaili ni kwamba sasa, uh, Simba inakuwa haipo kwenye mikono salama pindi Pimpin Kamara anapokuwa hayupo kwenye lango, tafsiri yake ni hivyo. Ally Salim hatoshelezi katika mabadiliko ambayo mwalimu ana, anaweza kufanya ama kumwamini kwenye mechi uh, endapo uh, either, uh, Pimpin Kamala atakuwa na majeraha au hudhuru ya kutokuwepo ndani ya club. Yes, unajua eh, nikwambie kitu jafe, mimi siwezi nika nikatumia mechi moja mm, kuweza kumlaumu labda Ally Salim, umeelewa mm. Lakini tukibezi kwenye mchezo wa leo, tukichukua reference kwenye mchezo huu wa leo Of course kukosekana kwa Musa pinpin pin kamera pin, kwa namna moja au nyingine kumepelekea hii mechi kuzidi kuwa ngumu menelo, kwa sababu by the way ukijaribu kuangalia hata bao la kwanza ambalo ameconcede Ally Salim, manake ndio la pili kwenye mchezo eh, aliweza ali ku receive mpira kutoka kwa Chemalon, unafikiri Simba ndo walikuwa wanataka kufanya build up. Na nimeshazungumza sana sawa, kabla sijarudi kwenye point yangu, nimeshazungumza sana, muda mwingine makocha nao wanapaswa kubadilika mnaenda kwenye mchezo, unajua kabisa hii pitch sio pitch ambayo wachezaji wamezoea, ni pitch ya mkoani. Alafu pia eh, mazingira ya mchezo yenyewe hauruhusu kupoteza muda mwingi kwenye kufanya build up unnecessary kwao. Pale ilikuwa unnecessary tu, yaani, Chemalona anapiga pasi kwa Ali Salim. Ali Salim ana miscontrol, kwa sababu mimi naweza nikasema kosa kubwa sana ni la Ali Salim, kwa sababu alivyoreceive ule mpira ndio ulipelekea yeye kuweza ku Kukutana, kukutana na ile pressure ambayo ilipelekea mpira kufika kwa uh, Emmanuel Keke na kuweza ku, kufunga bao kali sana. Sawa? Na ndio akawa man of the match. Kwa hiyo ile kosa la yeye kushindwa kucontrol ule mpira na kuzalisha turnover ambayo ilianza kupelekea uh, Emmanuel Keke kufunga mpira kwenye Mtenet, yani, mm, kwenye goli ambayo halina goalkeeper. Kwa upande wangu mimi namlaumu moja kwa moja Ally Salim. Lakini pia ukijaribu kuangalia ile e, free kick ambayo alipiga Emmanuel Keke. Nampongeza Emmanuel Keke, ni mpigaji mzuri wa free kick. By the way, aliwafunga Fountain Gate tarehe mbili tu hapo Aprili. Eh, uh, aliweza kuwafunga. Uh, na lakini siwezi nikafananisha kwa sababu ile alipiga kwenye far post. Hii hapa alipiga katika eneo ambalo Alisalim ongeza ku save. Of course, of course Alisalim alipaswa kufanya vizuri zaidi ya hivi katika ku save ile ile free kick. Goalkeeper mwingine uh, design ya Musa Pinpin kama angeweza ku save ile. Na mimi of course siongei hivi hivi na reference zangu, umeelewa? Kama kawaida mimi huwa natoa reference. Na ameshawahi kufanya attempt pale maeneo kama yale, huyu Emmanuel Keke, eneo lile lile ambalo na upigaji ni shinto, ule ule na ikawa saved, ambao Ally Salim alishindwa kusave, na hiyo ilikuwa ni katika mchezo wa tarehe 24 Machi mwaka na 2024, na ilikuwa dhidi ya Hearts of Oak katika Ghana Premier League. Eh, goalkeeper anaitwa Richard Atta aliweza kusave katika mazingira yale yale, upigaji ule ule, eneo lile lile lakini Ally Salim ameshindwa ku save. Kwa hiyo nikisema kwamba pale goalkeeper Ally Salim alipaswa kufanya zaidi ya alichokifanya watu watapinga kwamba hakuna. Sio goalkeeper yote anaweza kufungwa pale, na nimewapa reference na mpigaji, bahati nzuri ni yule yule sababu mimi ni wachezaji mara nyingi ni wengi wao wanaokuja hapa, mimi nawajua na ninawafuatilia, najua walipotoka wamefanya nini, kwa hiyo ndo nimewapa hiyo. Kawafuatilie tarehe 24 Machi 2024 kaangalie highlight ya huo mchezo. Emmanuel Keke kuna attempt aliifanya mitaa ile Richard hata akaifuta. Umeelewa? Kwa hiyo Ally Salim pale hana excuse ya kushindwa ku save ile. Kwa hiyo naweza nikasema kuonde, ku, kuosekana kwa Musa pin, pin, Kamara imepelekea pia ku, uh, ku, ku, ku kuzalisha hayo mabao mawili kutoka kwenye treble, nafasi ya kuwin treble eh, kurudi kwenye nafasi ya kutoa makombe mawili ndani ya msimu kutoka hapo kubakia kwenye mstari mwembamba baina ya kupata ubingwa ama kukosa ubingwa Simba msimu, inaweza kuambulia patu. Unajua, nilisema juzi kati kwamba Simba ipo kwenye mstari hafifu kati ya kushinda makombe na kukosa makombe. Nilisema ya kwa hiyo kombe hili washalikosa, kombe la shirikisho Afrika washalikosa, wamebakia na karata moja ya kombe la ligi, na by the way, kwa jinsi Simba wanavyocheza probably uwezekano wa kukosa hata kombe la ligi upo vilevile vile kama hawatobadilika, umeelewa? Kwa namna Simba Sports wanavyocheza weka sawa, Heavyweight. Hmm, nafasi ya Simba kukosa ubingwa msimu wa 24 25 ni kubwa zaidi, au nimeweka ni vibaya? Hapana. Hmm, siwezi nikasema ni kubwa wala ndogo. Hmm, ni 50 50, kwa sababu msini kwa msini. Mechi moja ndio itaamua ubingwa, mechi ya Simba na Yanga. Hizi mechi zingine zita sawa, zipo zinaweza zikawa surprise watu. Hmm. Lakini uh, probably Simba mechi ngumu ambayo inamuumiza kichwa yeye kwenye kuamua taji la ligi kuu ni ya Simba na Yanga. Kwa hiyo kama atasawazisha makosa mm. na kuja ku, ku, ku, kushinda huo mchezo mm. automatically, anaweza akawabingwa, lakini kwa jinsi ambavyo Simba wamekuwa wakicheza, performance ya Simba imekuwa ikishuka zaidi kuliko kupanda. of course, kuna sababu nyingine kama mfano kama ratiba, ugumu wa ratiba. hizo ni, ni pointi za msingi kwa sababu wachezaji wanahitaji recovery umenelewa lakini eh, niwe mkweli kwamba kuna mambo mengi sana ambayo kimbinu pia yanatokea, umeelewa. Timu inatumia muda mrefu sana kufanya build up inavyofika kwenye final third. Mm. inakuwa ina, tuna, tunasema inakuwa inapoteza uh, tseme, inapoteza yani seme, yani, sijui nitumie kauli gani yani, inakosa ufumbuzi inakosa ufumbuzi wa kutafsiri matukio kwenye eneo la mwisho, inakosa ufumbuzi. Kuna sehemu ambayo mtu hahitaji kupiga atoe pasi, unaweza kukuta anapiga. Kuna sehemu ambayo mtu anahitaji api, inabidi apige asitoe pasi, unakuta anatoa pasi au anakokota, umenielewa? hmm. Kwa hiyo hiyo unavokosa ufumbuzi kwenye eneo la mwisho, automatically una nini. Lakini kuna big miss, big problem, sio mistake, ni big problem, tatizo kubwa ambalo Simba wanalo msimu huu nimeliona ni kukosa sana magoli ya wazi lakini leo imekuwa too much. Leo hawajakosa magoli leo, eh, hawajatengeneza hata nafasi. Simba walicheza vibaya leo ovyo. Ovyo kabisa. Of course walicheza ovyo na nimeona target moja kwa tatu na ukiona tatu kwao ni mabao, unajua mimi mimi kwa upande wangu hmm. si, si, si, na sipendi kusema kwa sababu on target, si, si on target, hmm. on target inaweza ikazalishwa kwenye mazingira yoyote okay. si unanielewa hmm. wala haiwezi ikakupa picha halisi ya nini ambacho kimetokea ndani ya mchezo hmm. Kuna timu inaweza ikadominate mchezo vibaya mno ikafanya on target hata 15 16. Na isipate hata moja. Na isipate goli. Mm. Alafu hiyo hiyo timu mpinzani ambayo imekutana na kashikashi zote hizo langoni ikafanya on target zake mbili, moja chuma. Mechi kaisha hivyo. Nafikiri Crystal Palace ni, ni ni miongoni mwa, mwa, mwa, mwa mfano hai hizi mm. Katika mchezo wa fainali ya FA kwenye kwenye kwenye kwenye, kwenye michuano ile ya ya ya Ulaya, timu za FA ya Premier ya nini ya Uingereza. Hey, ah zamani kichwa kidogo, eh michuano ya FA ya Uingereza sio, umenielewa. Crystal Palace wali, wali... lakini tukija kwenye hiyo hiyo eneo, tukija kwenye hiyo hiyo eneo, timu inaweza ika ina on target sita, lakini ukija kuangalia sasa hizo on target zimepatikana vipi, ukachoka. Umenielewa mm. Eh, mtu kapiga kishuti mtoto, unakijua kishuti mtoto, kipa anakituliza tuna mguu hivi, on target hiyo tayari, as long as alikusudia kufanya attempt golini mtu sijui wewe nini ime deflect imegusagusa tena kipaka imeza tu, yani haini haijamsumbua hai, hata kidogo, inahesabika on target. Unaweza ukawa nazo nne alafu katika hizo moja ndio ikawa. Ndio maana wanapima XG, uwezekano ukano. Na watu wanakuambia XG o oh, XG yenyewe eh, lazima ipatike, ili watu waipo, wajue kwamba yani XG ili kuiwepo lazima kuwepo shot on target, si kweli? XG ni uwezekano wa, wa timu fulani kupata goli alafu kuna XG on on target target expected goal je, yeah, ili shuti uliopiga uwezekano wa lenyewe kuzalisha mm. bao ni ngapi? Unaweza ukawa umefanya attempt imeenda golini, lakini expected goal yake ikawa ni sifuri nukta moja sita. Sasa maana hiyo ilikuwa kivyovyote, hamna goalkeeper ungeweza kumfunga. Lakini kuna zile xg ambazo unakuta uwezekano wa mm. kupatikana mm. goli ni mkubwa, alafu kuna po, a, a, sehemu ambayo shuti au attempt inafanyika, umeelewa mm kuna sehemu ambayo attempt inafanyika, uwezekano wa hiyo sehemu mtu kufanya attempt na kupata goli ni mdogo, lakini mtu kapata goli. Sasa manake hapo ndo tunazungumzia jitihada za mchezaji binafsi. Kwa mfano, kuna mechi moja Karim Benzema dhidi ya Man City mm. eh, ile mechi ambayo ma, ma, ma, ma, ma, Madrid walikuja wali kufanya comeback dakika mm. za mwishoni kabisa, kuna bao alilifunga Karim Benzema katika sehemu ambayo uwezekano wa kuzalishwa goli katika eneo ile ni finyu. Good. Lakini kwa uwezo binafsi wa Karim Benzema alikawa bao. Ndio vitu ambavyo siku hizi watu wanazingatia, mambo ya on target, off target sipendi kuyazungumzia. Sasa tukija kwenye kwenye mechi hii mechi eh, naweza ngasema Singida wali deserve ku win, sawa? Eh, kwa nini wali deserve ku win? Kwa sababu walikuwa na discipline, jinsi ambavyo wali, wali approach Simba, Simba ishajulikana, umeelewa, lakini pia